Hapa kwenye hii YouTube yetu mara nyingi huwa tunaelekeza namna ya kutengeneza na kuandaa tiba mbalimbali mbali, lakini pia namna ambavyo unaweza ukatengeneza ukaandaa booster mbalimbali mbali, booster ambazo zinawafanya kuku wawe na uzito mkubwa lakini pia booster ambazo zinawafanya kuku waweze kutaga vizuri kabisa. Kwao mambo yote haya tumeelekeza hapa, tuna video nyingi sana ambazo tumeelekeza, lakini pia hata kwenye kitabu chetu tumeandika hivi vitu, kitabu cha e, tiba za asili. A, pamoja na kuwepo hivyo vitu, lakini kuna tiba ambazo pia hapa tumeelekeza kama utawapatia kuku wako wanaotaga, basi utegemee kwamba hao kuku watashuka kiwango cha utagaji, watashuka kabisa kiwango cha utagaji. Sasa mara uh, nyingi wafugaji wengi tukiwaelekeza labda tumia kitu kitumia kitu hiki kama kinga, wanakuwa wanatumia mara kwa mara, yaani kwa wiki anatumia mara mbili mara tatu, lakini pasipo kujua labda kile kitu kinaweza kikawa kina athari kwenye utagaji. Sasa leo hii video ni muhimu sana kwako. Aa, hivi vitu kama utavitumia kwa kuku ambaye wanataga basi tegemea kwamba watashuka kabisa utagaji, watashuka kabisa utagaji. Kwa hiyo ninakuletea hapa kwamba hata kama ni kinga, usitumie hizi kinga kwa kuku wanaotaga kwa sababu wata, wata, watashusha utagaji. Tunavyo vitu vingine tofauti tofauti ambavyo unaweza ukatumia kwa niaba ya haya majani ambayo nakutajia hapa. Kwa hiyo leo nakutajia majani ambayo kama utawapa kuku wako wataacha kutaga na hii imetokea kwa baadhi ya wafugaji ambao walitutafuta, mbona kuku wangu wame, wameacha kutaga? Sasa hivi hawatagi kabisa. Lakini tulipowauliza kwamba e, unawapa tiba gani au unawapa kitu gani? Wakawa wanatutajia haya majani, na tuka tunawaambia kwamba e, tatizo hapo ni hayo majani ambayo unawapa. Unakuta mfugaji safi kabisa anawapa chakula bora, anawapa booster zile za kuku kutaga, lakini pia anawapa booster anawapa haya majani ambayo anawafanya tena wastage, kwa hiyo anakuwa hapati matokeo mazuri. Kwa hiyo nisikilize vizuri kabisa, ili niweze E, kukwambia majani ambayo kama utawapa kuku wako, e, tegemea kabisa hawatataga. Lakini kama inatokea kuku wako wanaotaga wanaumwa, unawapa haya majani ili wapone, lakini ukitegemea kwamba a, katika kipindi hicho ambacho unawatibia basi utagaji wao utashuka chini, na nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukafanya ili kuweza kupata matokeo makubwa kwenye utagaji endapo utakuwa umetumia hizi tiba. Uh, unaweza ukajiunga na darasa letu la mafunzo ya ufugaji. Kwenye hili darasa, tunakuonyesha namna ambavyo uh, sisi hapa shambani tunawahudumia kuku, namna ambavyo tunatumia tunatumia hizi tiba za asili, lakini pia utakuwa na uwezo, kama kuna lolote lile limetokea shambani kwako, kwa unaweza ukatupigia simu. Kwa mfano mdogo wapo wafugaji ambao wapo kwenye kundi letu walitupigia simu wakatuambia kwamba kuku wao hawatagi vizuri, kuku wao hawatagi vizuri, lakini wanafuata maelekezo yote ambayo tunawapatia ili kuku waweze kutaga kwa wingi. Ndipo tukagundua kwamba uh, shida ni aina ya, ya, ya, ya hizi antibiotic hizi kinga ambazo wanawapa ndio haya majani ambayo leo ninakuja kukuambia na wewe ambaye unatazama hii video lakini hichi kitu kiliwatokea watu ambao wapo kwenye familia na wakarekebisha vizuri kabisa, kuku wakaendelea kutaga vizuri tu. tuupigie kwenye namba hiyo ambayo unaiona hapo 39 au kule mwishoni kabisa, ukimaliza kutazama hii video, utakutana na logo ya WhatsApp, ile alama ya WhatsApp. Ukibonyeza pale, itakupeleka moja kwa moja WhatsApp, utaweza kuwasiliana na sisi kama unahitaji kujiunga na kundi kwa shilingi elfu nane, ada ya miezi miwili. Lakini pia kama unahitaji vitabu vyetu tunavyo vitabu uh, vinne ambavyo tumeviandika na ni vitabu vizuri sana kwenye ufugaji. Tunacho kitabu cha safari ya ufugaji, kitabu cha tiba za asili, kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, lakini pia na tunacho kitabu cha ufugaji wa broiler, kwa wale ambao wanafuga broiler. Hivi vitabu vipo katika mfumo wa soft copy, tuna tunakutumia WhatsApp kama ambavyo unaona tumemtumia huyo baada ya kulipia. Ni shilingi elfu kumi kitabu kimoja, shilingi elfu kumi. Ah, hili jani ambalo unaona hapa hawa kuku wanalishambulia sana. haya ni, ni, ni majani ya mwembe ah, nimewapa kuku wangu kwa sababu haya majani ya mwembe yanawafanya kuku watage zaidi. Kwa hiyo haya hayana madhara yoyote, ni tofauti kabisa na majani ambayo nitakwenda kukutajia hapa sasa. Nianze na jani la kwanza kabisa, kuna majani ya mpela Haya majani haya majani ni, ni tiba. Unaweza ukawa labda ulisikia tunaongelea hapa kama upande wa tiba, kwa sababu yanatibu vizuri kabisa muharo, yanatibu vizuri kabisa muharo wa kuku. Wale kuku ukiona wa, wa, kokidiosis, pia huwa yanatibu vizuri kabisa. Aa, lakini kwa bahati mbaya haya majani ukiwapa kuku, wanapunguza utagaji, tena kwa asilimia kubwa tu. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikakushauri, labda unaweza ukatumia majani ya mpapai kwa kuku ambao wanataga, lakini kama unaona ugonjwa upo serious, tibia halafu, baadaye utawapa mabusta ambazo zitawafanya watage. Lakini ujue kwamba hii sio, haya sio majani ya kuwapa mara kwa mara kuku, majani ya mpela Jani jingine ni, ni, ni mashona nguo. Haya mashona nguo nimeyaelekeza, nime hapa sio muda mrefu sana kwa wale ambao mmesubscribe, nadhani mnakumbuka nilielekeza faida zake, lakini haya majani kama utawapatia kuku wako watapunguza kiasi cha utagaji. Nadhani hata ambaye alitupigia ali, ali, ali, ali simu ambaye alitueleza hali yake alikuwa anatumia haya mashona nguo, kuku wake wakawa wameshuka kiwango cha utagaji. Uh, unaona hapa ninaonyesha sana hili hili, hili jani ambalo nalionyesha hapa, hili ni jani la embe na nimekuambia kwamba hili halizuii kuku wako kutaga ila linaongeza utagaji. Mwishoni kabisa nitakuwekea video ambayo inazungumzia faida za kutumia eh, majani ya mwembe. Uh, twende kwenye jani jingine ambalo linaweza likawafanya kuku wako wasitage vizuri. Aa, ni haya majani ya mwarubaini yani, mwarubaini ndio ni tiba ambayo inatibu vizuri kabisa kideli, lakini pia ni kinga ya kideli ee, lakini ukiwapa kuku ambao wanataga watapunguza utagaji. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo e, sio vya kuvitumia mara kwa mara kwa kuku ambao wanataga. E, kama unataka ukinge, unatumia mara moja kisha unaendelea kutumia booster nyingine za asili kama kawaida lakini kama kwa kuku sio hawa ambao hawatagi na mwisho kabisa kuna hili hili ni jani la limau haya majani ya limau majani ya limau pia tumewahi kutengeneza video yake inayohusiana na majani ya limau uh, sasa hapa mwishoni nimekuwekea hiyo video ambayo unaiona una, una hapo juu kabisa na hapo chini kwenye hiyo alama ya WhatsApp. Endapo utabonyeza hapo subili, itakupeleka moja kwa moja kwenye WhatsApp yetu sisi Kingo Farm, na unaweza kuwasiliana na sisi kama unahitaji kitabu au unahitaji kujiunga na kundi.